na siku ya maswali. Kwa hiyo ni moja njia ya kujifunza, ni moja njia ya kujifunza. Kuna swali, kabla sijatoa nafasi kwa waamini kuuliza, walikuwa hadhir, kwamba anauliza kwa njia ya meseji, kwamba ikiwa mtu anamkumbusha ndugu yake au mtoto wake au jamaa yake kuhusu mambo ya kuswali lakini amsikilizi au amfuatishi afanye nini? Ni au unakuwa na hukumu gani? Swali so kama hili mara nyingi sana tunalijibia, na ni ishara kwamba mtu anatilia muhimu yale ambayo yanaelekezwa kwa kwa kweli swala la kukumbushana khairi ndio swala lilowekwa kwenye umma huu, na kama tunavyojua, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliangamiza watu wa Daudi kwa sababu kanu la yanahauna ani lmunkar, walikuwa hawana tabia ya kuzuiana mabaya wala amru bil ma'ruf katazana mabaya, walikuwa na tabia hiyo. Sasa kutukumbusha na khairi ni tatizo lakini, unapomkumbusha mtu khairi au unapomweleza hawataki, na kwamba una kharajta ani dhima, wewe umetoka katika dhima ile. Tuliambiwa kwamba wa mur ahlaka bisala, waamrishe watu wako kuswali, unakuwa umetoka kwenye dhima kama hiyo lakini ndio give up, uache kufanya hivyo? A, wastabir alayha, na kuwa mwenye subra, kuwa mwenye kubadilisha mbinu za katika kuwakumbusha, sio kama maana yake nimwambia wewe, watake shauri zao, watajijua wenyewe. A, katutakiwi. Kwa hivyo, sa yingine wewe ukumbushaji wako ni wakimaneno, anza kutenda wako ni maneno na kutenda, lakini wewe huna ile lugha fasaha. Eh, kama nabii alikuwa Nabiyullahi Musa akamtaka Mwenyezi Mungu amtumize na ndugu yake, kwa nani alikuwa afsahu minni lisanan, ana kwa nani, ana ufasihi ana ufasaha wa ulimi, kwa unaweza kutumia watu wengine na namna hiyo, na mara nyingine kosa linakuja pale huwa tunataka natija pasina juhudi tunataka natija nzuri lakini atufanya juhudi itakawa kuna kwamba sengine mtu hakuweka ule msingi toka mwanzo lakini inawezekana pia kwa sababu na wewe kuwa katika hali hiyo ngumu um, duni um, sasa alhamdulillah umepata mawaidha darasa ukaona sasa nami na wenzangu na jukumu la kuwakumbusha

uwe unajijenga na hilo jambo kwa namna ya kufundisha, kwa kubadilisha mitindo, mbinu mbinu, yani iftaid, yani wewe mwenyewe uwe katika hali hiyo, huku ukitafuta namna gani ya kufundisha, lakini wa sio wasuse au haifai, kwa sababu umetaka hivi na hivi hivi. Ndio utakiwa uslubu wa dawa. Kwa sababu gani? Alhidayah min Allah wa inna ma fina iliyokuwa kwetu sisi ni nini? At-tabligh wa tadhkir, kufikishiana yale tunayojua katika machache na kukumbushana yale ambayo wazetu wameghafilika. Hili ndio natakiwa, usichoke kufanya mbinu, swala hivi, lakini usiwaache na wala usione kwamba umemaliza wajibu wako. La, wajibu wa uishi mpaka tunaingia kaburini. Allah taala aalam. Sasa tunatoa nafasi ya mikrofoni kwa mtu mwenye swali.